Salamu alaikum tena, ndugu mshia, ndugu msuni, tunazungumzia mada muhimu. Tunataka kujua msuni wa ukweli ni nani? Msuni wa ukweli ni nani? Msuni wa ukweli ni yule ambaye anafuata sunna na mwenendo za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa, wa sallam. Hakuna mtu tuta, kubali aseme kwamba sunna zinatokana na masahaba. Sunna zinatokana nani? Kwa masahaba? Sunna zinatokana na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasalam. Hata mashia hatuwezi tukaanzisha sunna ambayo bwana mtume hajaifanya, hajaitekeleza na lazima ikuwe ni kutokana na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalam, kwa sababu dini ni yeye ndiye alituletea na ni yeye ndiye anaelewa zaidi, na hakuna mtu anaelewa zaidi isipokuwa yeye. Imam Ali anasema nini? Ana abdun min abidi Muhammad, na hiyo ndio imani yetu sisi Mashia. Ana abdun min abidi Muhammad, yani nini? mimi ni mmoja katika watumwa wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yani mimi namtumikia bwana mtume, mimi namfuata bwana mtume, mimi nafuata mwenendo ya bwana mtume. Sasa yeye kama anaamini hivyo na ndio ametufundisha hiyo na ndio ametuelekeza kwamba kitu yoyote ambaye imesemwa na bwana mtume yeye hawezi kupingana naye, na tukikutana mahali popote pa maandiko ya kitu hati kwamba Imam Ali alisema hivi na bwana mtume akasema hivi, hatuwezi tukapimanisha, tunatanguliza maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa kama tunasema sunna ni chenye Bwana Mtume ameleta swali ni kwamba tunaona kwamba hakuna mahali pametajwa kwamba mtume aliswali kama ameshika mikono. Tuangalie kwa vitabu vyote, hakuna mahali pametajwa kwamba Bwana Mtume alikuwa akiswali mkono ameshikanisha. Sasa Imamu Ali alikuja akakuwa na swali mkono imenyooshwa imenyo kama vile Bwana Mtume alikuwa akiswali. Sasa hiyo ndio msingi. Sahaba yoyote akikuja, aongezee, aseme ni pambo, si pambo ni nini, ni bida hasana, siyo bida hasana, sisi kama sisi tunasema hiyo sio sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hiyo ya kwanza. Ya pili, sisi hatuogopi kutuhumiwa kwamba ah, mnafanya muta Mutaa ni kitu imetajwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wataala katika Qurani na imetajwa sehemu kadhaa. Aya ya kwanza wamatiuhunna ala lmusi qadari, muwafanye mutaa kwa kiwango fulani ya malipo, na aya zingine ambazo zinatajwa katika qurani zikizungumzia mutaa. Sasa kitu ambacho Bwana Mtume ameizungumzia Mwenyezi Mungu ameileta katika Qurani, imetajwa katika Qurani Tukufu. Sisi tunafuata sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alihi wa alihi wasallam. Sisi kwetu sio kwamba ni, ni kuogopa ama nini. Kitu ambacho kimetajwa na Mwenyezi Mungu tunatakana, kama Waislamu, sio msuni wala mshia, usiogope kitu ambacho kimetajwa katika Qurani, usiogope kusimama na kukitetea. Mtu yoyote atakuja aseme sijui, hapana, aibu nini? Enda uulize kwamba hayo ambaye yanazungumziwa kuhusiana muta ni nini? Unajua, unaweza ambiwa dhahabu inanuka, usiguse dhahabu. Yeye anataka usiguse dhahabu kwa sababu anajua thamani ya dhahabu, anakwambia inanuka ili ufanye nini? Ende utafute kitu kingine, enda utafute maua. Maua inanukia vizuri, ndio maua inanukia vizuri lakini, leo kikana, kesho isha, isha nini, ishaharibika, haitadumu, haina thamani. Utauzia nani? Itakusaidia kimaisha vipi? Lakini dhahabu ina thamani yake. senye wewe unakuwa katika ndoa ambayo Mwenyezi Mungu amekuambia uingie katika ndoa katika sheria yake, na uko na uhusiano na mtu ambaye sio halali, alafu unaambia, ah siwezi nikafanya muta. Muta ni ndoa ambayo Mwenyezi Mungu amekuambia ufanye. hauwezi kuoa, hauna nguvu ya kuoa ndoa ya daima, Mwenyezi Mungu anakupatia fursa ya kuoa ndoa ambayo saizi haitakupatia majukumu. wewe msichana unataka usome, na wewe kijana ambaye bado hujapata nguvu ya ya kusimamia familia. Sasa shetani anakuchezea, oh, muta ni mbaya, kwa sababu anataka ufanye uzinifu, ufanye mambo ya haramu. Ndio sasa anakuchezea na kwambia "Oh, dhahabu inanuka. Sasa wewe unaenda kufuata kitu kingine, anakupambia, unajikuta umeingia katika njia za haramu na mwenendo ya shetani. Sunna nyingine ambayo tunaamini masunna ma, nini, katika sunna ambazo ziko ni kwamba ni taqiyya Mashia mko na takia, mashia mko na takia na ta... Mashia tuko na takia na tuogopi kusema tuko na takia kwa sababu imetajwa ndani ya nini, ndani ya Qurani. Tunaona kisa cha sahaba mtukufu ambaye Mwenyezi Mungu nini amemtaja na ametaja kisa chake katika Qurani, na tunaona Bwana Mtume anasema kwamba ni mtu hadanganyi, Amar Yasir. Amar baada ya kusilimu alichukuliwa na mushrikini yeye na baba yake na mama yake, wakaadhibiwa wakaadhibiwa wakaadhibiwa wakaadhibiwa. Baba yake am... nini yaser na mama yake wakauliwa, akiwa anaona, ikafika sasa ni zama, zama yake, akaadhibiwa akaadhibiwa mpaka akaambiwa, utakufuru na utaacha dini ya Muhammad ama vipi? Akaamua kwa sababu ya hiyo shida ambayo amepata na ameona mama yake pia ameuliwa na baba yake pia ameuliwa Wacha akufuru akatamka aka maneno ya kuonesha kwamba amekufuru. kutamka maneno ya kukufuru ni nini? akasema mimi simkubali tena nini Muhammad, akaachana na akaachwa, aka pia penye alisema ameacha Muhammad, naye pia akaachwa. Akaenda kwa bwana mtume akisikitika, nimesema hivi nini, nini, nini? Bwana Mtume aye ikashuka man kafara billahi min ba'di imani ambaye atakufuru kwa Mwenyezi Mungu baada ya imani, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, isipokuwa mwenye amenini amelazimishwa, lakini moyo yake nini iko shua na iko mutmain kwa imani yake kwa Mwenyezi Mungu, hawa anakuwa nini anahesabika tofauti. Sasa hii aya ilishuka kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya Ammar Yasir, yani moyo yake iko katika imani lakini alilazimishwa. Alilazimishwa ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya shida na presha, na kwamba alikuwa atauliwa. Sasa takia ni katika vitu ambazo ziko katika msingi ya dini na sio katika dini tu, nature ya binadamu. Senye wewe unaambia Waislamu, inakwambia kwamba umeenda desert, hakuna kitu yoyote isipokuwa nini, ni kitu najis, ni nyama ya haramu, ni nguruwe, ni mnyama ame, nini amekufa ame lakini haja aja nini hajachinjwa kwa njia halali. Sasa senye wewe maisha yako iko katika hatari, unaruhusiwa kula kitu ambacho ni najisi ama kitu ambacho ni haramu hivyo. Hivyo unaweza ukatamka kitu ambayo kwa sababu unajua nafsi yako yiko katika hatari, unaruhusiwa. Sasa takia pia unatakiwa uje ulize takia ambayo inatajwa katika ushia ni nini? Usiambie kwamba ati eh, wanaamini takia nini ndio wameficha hii wameficha hii hapana. Njo kwangu mimi mshia, enda kwa msikiti ya mshia, enda kwa rafiki yako mshia, enda kwa chanel za mashia uulize, senye tunataja takia ninini? Tunataja hii ambayo Bwana Mtume amesema, na hakuna kitu kingine kinaitwa takia isipokuwa hii ambayndio tunaizungumzia. Sasa wewe ukikuja ubadilishe maana ya kitu ambayo sisi tuna imani, imani yetu itabaki pale pale na tutakwambia sisi tunafuata suna ya Bwana Mtume alaihi wasallam. Ndio hiyo takia ambayo tunatakana sote muislamu mshia msuni, tukuwe tunajua kuna kitu inaitwa takia. We umeenda katika nchi ya yenye si ya Kiislamu, tunaona mashehe wetu wanatoa fatwa, wanasema msichana anataka kwenda university amelazimishwa atoe hijabu Mta, msichana anataka kupata id analazimishwa atoe hijabu. Hiyo ndio inaitwa takia, kwamba maisha yake imetegemea kwamba kuna kitu ya haramu inabidi aifanye amepiga picha, ampata idea yake, anaendelea na maisha yake. Sasa hiyo ndio inaitwa takia, na hiyo fatwa sio imetolewa tu na nini na, na, na ati maulama yake, imetolewa na ulama wa nini, upande wa madhehebu ya Kisuni wameruhusisha ma, akina dada wanataka kusoma na kuendelea na kufanya baadhi ya mambo kwa ajili ya dharura, wame wametoa hijabu. Ndio kama wewe kweli unaweza kusimama na maisha yako bado haijaingia katika hatari kubali uachane na hiyo uende utafute kazi nyingine ambayo inaweza ikakusaidia, usitoe hijabu. Ama aya ya Qur'an inasema unaweza ukagura, nchi ziko mingi. Ardilahi wasia katika Qur'an inasema uhame, uende ushi kwingine, mambo yako inakuwa iko sawa. Sunna za bwana mtume ni mingi, ambazo sisi kama mashia tunaendelea sunna ya bwana mtume, na sio sunna za masahaba. Tunafuata sunna za bwana mtume Muhammad, sallallahu alayhi wa wa sallam na tunataka kila mtu afuate sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tutataja sunna zingine ambazo sisi mashia tunazifuata kama vile Bwana Mtume alikuwa anazifuata katika vipindi zijazo. Insha allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.